Ni katika viunga vya shule ya sekondari Kifaru iliyoko wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Wanafunzi wa kike wa kidato cha sita kutoka shule tano za sekondari wanashiriki maonyesho ya kutambulisha vipaji vyao na matamanio ya baadaye kupitia programu inayoratibiwa na shirika la GLAMI inayolenga kuendeleza vipaji hivyo. Hapa wanaonyesha uelewa wao, picha hii ni ya mlima wenye asili ya volkano, na kinachotiririka hapa kutoka kwenye kilele cha mlima huu ni kimiminika mithili ya uji kiitwacho magma na ambacho husababisha milipuko ya volkano. Watoto hakika wamejengewa uwezo wa kutengeneza mfano huu wa mlima. Kutoka hapa, ni kupeleke kwenye kundi jingine la wasichana wanaotamani kujifunza udaktari, na hapa wanaonyesha uwezo wao wa kudadisi magonjwa kwa kitaalamu kwa kutumia mashine ya MRI na vipi upande wa uhandisi? Wanafunzi hawa nao wanaonyesha shauku yao ya kuwa wahandisi tena wa majengo. Na je, na kama mzazi unajisikiaje mtoto wako akiwa na matarajio ya kuwa mhandisi wa majengo? Swala la kodi katu haliwezi kusahaulika. Wapo wanaotamani kuwa wakusanya kodi, na bila shaka matarajio yao ya baadaye ni kulitumikia taifa kupitia mamlaka mapato nchini TRA. Jacqueline Kastongo ni miongoni mwa wanafunzi 500 kutoka shule tano za sekondari ikiwemo Kifaru, Mkuu, Tarakea, Kisangeni na Ashira na akieleza unafuu wa mpango huu. Watoto ambao walikuwa hawajitambui wanaenda wanachoenda kukisomea lakini sasa hivi wanakitambua wanachoenda kukisomea. Umeweza kutuandaa sisi kiakili tuone kwamba tunaweza kufanya kitu na pia tunaweza kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kutuinua katika jamii. Na tusaidiani kuwa na kupata uzoefu na kupata mafunzo mbalimbali ambayo yataweza kutufanya sisi tufikie malengo yetu kuanzia sasa na hata hapo baadaye tutakapoendelea. Hatua hii ni sehemu ya chambo zinazopigwa na serikali kwa kushirikiana na taasisi za kiraia kuhakikisha watoto wa kike wanatambua nafasi zao mapema na kuwasaidia kuisogelea elimu ya juu wakiwa na dira thabiti ya maisha. Tunamfundisha pamoja na kumfanya aweze kwenda kufanya research ama kutafiti juu ya hiyo karia yake. Akishapata utafiti na kujua baadhi ya vitu, tunamwandaa aweze kufanya presentation. Tunamfundisha zile presentation skills aweze kupresenta alichokuwa amejifunza huko alikoenda kufanya research na kujua kwamba taaluma yake inamsaidiaje au anaweza kufikiaje ada. Wadau wa elimu mkoani Kilimanjaro wameshuhudia uwezo wa wanafunzi hawa. Naona wimbi kubwa la watu wanamaliza chuo, lakini in hawendi kufanya kazi kwenye kile anachosomea, mtu amaliza chuo lakini hajui nini au kitu gani au namna gani kuweza kuendelea baada ya hapo. Lakini ukicha kwa program kama hii, mtu anaweza kuelewa ni kimaliza chuo wapi naweza kupata kazi au ni namna gani naweza nikajiajiri au ni kitu gani naweza nikafanya kwa ajili ya kuzidi kujiendeleza kwenye hichi kitu ambacho nataka kwenda kusomea. Kila leo linawajenga wanafunzi hawa hasa hasa kupata ujasiri kupata ujasiri au confidence, lakini pia kupata kupata taarifa kamili kuhusiana na taaluma zao. Matendo haya yanayoakisi kiu ya wanafunzi bila shaka ni hatua mwafaka na ambayo inaenda sanjali na mabadiliko kwenye mitaala ya elimu. Basi tutarajie makubwa kutoka kwa wanafunzi hawa. Mimi ni Enos Masanja, Habari Weekend Kilimanjaro.